Kati ya zawadi zenye furaha ndani ya mitaa yetu ni watoto, lakini hivi karibuni watoto wengi wananyanyaswa, wanadhulumiwa na wanateseka kimya kimya, hususan kufuatia vitendo vya ulawiti, ubakaji, mauaji, utekaji, vipigo na unyanyasaji mwingine mwana wakaivi ni hizo mtoto ajenda serikali e kama jamii, tunapaswa kushirikiana kuhakikisha hakuna mtoto anayeachwa nyuma ama kuteseka ama kupitia ukatili wowote ndani ya jamii. Shule inapaswa kuwa ni sehemu salama kwa ajili ya wanafunzi kujifunza kupata taaluma na maarifa, na walimu nao wanapaswa kuripoti matukio mbalimbali yanayowahusu wanafunzi, hususan matendo ya ukatili na unyanyasaji wa wanafunzi. Ingawa bado kuna changamoto baadhi ya walimu huhusika pamoja ambayo yanawanyanyasa na kuwadhalilisha wanafunzi. Imani zetu za kidini zinahimiza haki, huruma na upendo kwa watoto. Ukatili dhidi ya watoto siyo sehemu ya jamii yenye hofu ya Mungu na iliyostaarabika. Sheria zipo na wote tunazitambua. Kila basi, ni jukumu letu kama jamii tuhakikisha kwamba hatukai kinya dhidi ya ukatili kwa watoto. Ukatili na unyanyasaji dhidi ya watoto unaacha makovu makubwa katika maisha yao ya sasa na hata baadaye. Mimi, wewe na jamii yetu kwa ujumla, tushirikiane kwa pamoja tokomeza ukatili wa aina yoyote dhidi ya watoto. Mapambano dhidi ya ukatili kwa watoto, hii inanihusu.